Hey, hey. Yani akishagundua tu amezingua hachaji kurudi na vipasel, hmm. ume kinyonge afuka umejiziba kufia, kufia namna hii nikutana na ndomo anadeka kudadeki TV ipo huku umebukia huku hapa e, kuna kazi hapa. Ngoja nijiandae kupokea lolote nianze kujidekesha sasa, okay. Oho, oh, utakuwa msalau. Sijui nimechoma wapi leo, fanya nini tena mama? Kama mambo yale yale ya kwenye bajaji, mama tushamali toka jana hebu ha? Basi tujaribu hata siku moja au hata mara moja moja tukuwa na amani, maana kila siku cheche huyu. Ngoja leo nifusane kami, nitajua tu kama mecheti hapa <laughs> nimekuletea hapa kakipaseli fulani, nkana vitu vyako anapendaga ile sijui chipsi kuku, yani hapo unaniwezeaga hapo. Hey, natamanige hata nikupe dunia hapa, nimekosa kawai tu. Utatizama wewe hapo vitu fulani hivi. mm -hmm. Mbona kama kifua kimemjia na apiki jim, anataka kunaambia nini? Hebu jiongeze jibaba zima, bure unadili na jenzia hapo, ujue okay. Kila una tu... na. Aha, unataka tuongee lugha za Kirumi mimi. <gibu> Leo nataka nikuchanganye nikupe vitu vya kisukuma na hiki kimvua mvua. Hapana, naanza je, uvuchoka yaani kitu ambacho hujui i kwamba kila siku nikiamka asubuhi kimutizama, natamani kutongoza upya Yani, bila kuvidanganya hivi, utoboi kabisa. Basi mimi nataka stori ndefu, kichupa kikikujaaga unakuwa mpole. Leo nataka nikupe sababu ya kwa nini ukukosea kunichagua, una mudi, lakini ya stori ndefu, mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kauta, rarararara basi Mbona kama leo sauti yako mpya? Au unasikia vibaya ama ndo manyenyele? <tuhi> unauliza urefu kwa twiga tangu lia ndani.